Ndugu zangu wapendwa, kusanyiko letu hapa ni kwa lengo moja tu, kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa mengi mno anayeyatenda katika maisha yetu, lakini kwa namna ya pekee pia katika adhimisho hili ambapo misa hii ni ya ufunguzi wa mkutano mkuu, ambapo sisi wana Radio Maria tunamshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi ya kushirikiana na mama yetu Bikira Maria katika kuyatimiza mapenzi ya Mungu katika kuwarudisha watu kwa muumba wao yaani kwa Mungu wetu aliyetuumba. Ni kusema pia kwamba katika adhimisho hili tunakumbushwa wajibu wetu, ya kwamba tunawachukua watu, tunawaleta kwa mama Bikira Maria, ambaye ni mama wa Mungu na mama yetu sisi sote. Nafikiri. Ni jambo la kushukuru ambalo linaambatana na furaha kubwa tunapopata nafasi ya kushirikiana na Mwenyezi Mungu katika kazi yake ya ukombozi. Nafikiri ni wajibu wetu kufurahi na kuendelea kuomba neema ya Mungu ituongoze, ili kazi hiyo tuendelee kuifanya pasipo kusita sita, pasipo woga, na hata pasipo kuwa na hofu wapendwa. Tukirejea katika maandiko matakatifu, tunaweza tukajiuliza swali moja, mbona kama masomo ambayo yamekuwa yakifuatana hasa katika wiki hii, baada ya kutafakari na kuendelea kutafakari fumbo la Mungu kujifanya mtu katika sherehe hizi za Noeli, mbona linasisitiza sana juu ya upendo. Tumekuwa tukisikiliza barua ama nyaraka za mtume Yohane kwa watu wote, akisisitiza tena, akianza kwa neno ambalo asili yake ni upendo: Wapenzi, na tupendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na mara nyingine tena tunasikia akisema wapenzi, asiyependa huyo akuzaliwa na Mungu ni kusema kwamba mwanadamu ana huu utume ama misioni ya upendo katika ulimwengu wetu wa leo, na hatuwezi tukasema kwamba hatuna upendo, hatumpendi mwenzetu, na wakati huo huo tukajiita sisi ni wanafunzi ama wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo tutakuwa kinyume na kile tunachokiamini. Kumbe upendo ni msingi wa mwanadamu, na kama Bwana wetu Yesu Kristo anavyotufundisha katika sehemu nyingine za maandiko matakatifu, kwamba upendo ndio amri kuu. Nawapa amri mpya, mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Sasa anachofanya Mtume Yohane E, ni kutukumbusha tu huo wajibu wetu wa kupendana, na tutasikia hata zaidi katika nyaraka zijazo kwamba mtu aweze akasema ya kwamba anampenda Mungu akamchukia ndugu yake, na tutasikia tukiambiwa kwamba na mtu akifanya hivyo ni mwongo, kwa sababu huwezi ukamchukia ndugu yako unayemwona na ukampenda Mungu usiyemwona. Kumbe fumbo hili la Mungu, fumbo hili la upendo linaanzia kwa huyu mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na huo ndio utume wetu, hiyo ndiyo misie, misioni yetu hapa ulimwenguni, na mtakubaliana nami kwamba hata wamisionari wetu wa kwanza makanisa mengi ambayo yamejengwa katika nchi yetu na maeneo mbalimbali ulimwenguni yanaambatana na vitu vitatu. Kwanza ni kituo cha afya, yaani dispensary, kwa ajili ya kupambana na adui maradhi. Pili, utakuta kuna shule kwa ajili ya kupambana na adui ujinga na kuna kanisa hekalu kwa ajili ya ustawi wa kiroho kwa ajili ya kumrudishia Mungu sifa na utukufu. Ni kusema kwamba mwanadamu anahitaji upendo, na katika upendo basi ndipo ambapo mwingine anamtimizia mwenzake wajibu wake, na wajibu huo ndio huo huo upendo tunao uzungumzia hapa, kumjali anapohitaji shida, akiwa katika taabu basi tunamsaidia katika mambo mbalimbali. Nasema kumjali anapokuwa katika hali ya shida, kwa sababu mwanadamu anahitaji mkono wa pili. Ni Mungu anayemsaidia mwanadamu kupitia kwetu sisi wanadamu. Mungu anamsaidia watu kupitia watu, ndio maana katika wimbo fulani tunasema nimemwona Yesu, nimemwona yule anayehitaji msaada wangu. Sasa kumwona Yesu ni katika kuwasaidia wengine wale wanaopitia taabu, changamoto mbalimbali mbali. Katika kumwona huko na kuwasaidia huko, tunasema ni kukutana na Bwana Yesu. Na masomo yetu yamekuwa yakiambatana na uhalisia ya huo upendo, na hata katika Injili Yesu akiwalisha watu elfu tano. Tumekumbushwa hata mwanzoni mwa Injili fumbo lile la wale watu elfu tano waliolishwa na Bwana Yesu. Baada ya kuona amekuwa nao akiwapa chakula cha kiroho, wakati ukafika sasa, hata wanafunzi wakasema uwaage sasa makutano waende zao. Yesu akasema siwezi kuacha waende bila kula, wasije wakaanguka njiani, na ndivyo walivyopata kushibishwa kwa upendo. Wakristo, kwa huruma ya Mungu mwanadamu anapata kuhuishwa na huo ndio utume ambao kila mmoja wetu amekabidhiwa na Mwenyezi Mungu. Niwaalike basi, tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu hata katika utume wetu tunaofanya kwa namna mbalimbali mbali, na kwa jinsi tofauti tuweze kudhihirisha huu upendo wa Mungu katika maisha yetu na Radio Maria ambayo imechukua nafasi kubwa sana ya kuwainjilisha watu, basi tuendelee kuomba ili chombo hiki kiendelee kupata wafuasi wengi, ili basi nacho kiweze kutumika vema kama chombo cha uinjilishaji. Niwaambie na nitimishe kwa kusema kwamba wajibu huo tumepewa sisi, tuwajibike vyema kwa kutumia vyombo hivyo vya kiteknolojia na mambo mengine ambayo ametujalia Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya injili yake, kwa ajili ya ubora na ustawi wa jamii, kwa ajili ya mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.